Lori hili limetoka huko juu, tunashuka huku chini. Bahati mbaya lori limekata breki, lori kama linapiga magari mengine huko, ikapiga ipiga gari kama nne hivi. Hiyo kwetu ndo ilikuwa ya mwisho. Mimi nilikuwa nimekaa mbele huku upande wa dereva wa dereva kwa pembeni hivi, mbele kwa kuna wanafunzi, limekuja lila yumba na mimi na huu mzigo wake lilobeba, limefeli breki. Huu dereva kajitahidi, huu dereva kweli, japo ametupiga amejitahidi sana, ndo akaenda kalikazisha kona kule. Huu dereva ndo tuko kwenye harakati za kumtafuta, hatumuoni. Eh, atakuwa amekimbia. Maana haonekani. Hakuna madhara yoyote kwa binadamu iliyopatikana. Huyu jamaa akajitahidi kweli japo ametupiga ni dereva. Tunamsifu msifu. Yako e, madereva zao wanatakiwa magari yakataye wao oh, oh, wao wao tu wabunifu kama huyu jamaa huyo. Ila ila naye ni Mungu pia kaweka mkono wake. Tusimsifu sana pia. Na Mungu pia akatusaidia. Huyu kwamba alishuhuda kamili ni kwamba gari imekuja ikiwa inapepesuka sana kwa mwendo ambao unakuja kwa kawaida, lakini inapepesuka sana gari barabarani ila tu kikubwa naomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Muungano Tanzania itusaidie upande huu wa Viwandani tupate bams, maana yake ajali ni nyingi mno, mpaka wanafunzi wa shule, raia wengi. Ni kwamba nimeshuhudia ajali kwa macho yangu nikiwa kama mwenyekiti wa tawili hapa la wajasiria mali, ni kwamba ajali zaidi ya mia mbili. Hii gari imekuja ikitokea maeneo ya juu kwa mwendo mkali ambao sio mkali sana, lakini kiwe inapepesuka, ni kwamba e, na yumba sana, ni kwamba magari yote yalikuwa yako nyuma na mengine akiwa anaingiliana kutokana na jinsi gari lilivyokuwa inaingia mahali hapa. Ah, nadhani kwa mimi jinsi nilivyokuwa naona hapa ni kwamba hakuna madhara aina yoyote eh, hakuna madhara aina yoyote eh, bali nashukuru tu kwa kuwa usalama umekuepo wala sijasikia aina yoyote ambayo kazulika kwa majina. Naitwa Yasini Bakali, ni mwenyekiti wa kijiwe hiki hapa cha A to Z. Eh, kwa hii sehemu ambayo tuko hapa tunapaki kwa kweli... kwa kweli hata hii tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa jinsi ilivyotokea hii ajali. Kwa sababu eh, kama si Mungu madhara yangekuwa makubwa zaidi ya hapa kama mnavyoona waandishi wa habari. Kwa sababu sisi tunaambiwa kwamba gari imefeli breki lakini sasa, tunashindwa kuelewa kwamba imefeli breki lakini steering wa imekataje, ime ime na ingenyooka huenda madhara yangetukia zaidi ya haya yalipo, Kwa hiyo si tunachoomba eh, waandishi wa habari, mnakofikisha hizi taarifa zetu, tunachoomba hii barabara iangaliwe kwa sababu madereva saa nyingine wanajiachia sana. Kwa hiyo kama ingekuwa kuna uwezekano, maana hata waangalie kumbele kuna nini kuna zebra, lakini hawaheshimu zebra. Labda tunachoomba tunaomba tunacho kutuongezewe matuta. Yaani kwa wastani gari ambazo tumeziona hapa kwa haraka haraka ni gari nne E, na hapo hapo sasa zikatokea gari kugongana wenyewe kwa wenyewe, baada kwa ule mshtuko, kwa sababu jinsi alivyokuwa anakuja, watu walipata kuhamaki au mshtuko, kila mtu alikuwa anaamua kujitetea kwa aina yake yeye. Sasa wakati unajitetea, unaweza ukashangaa ndio unamgonga na mwenzako. Kwa iliko tokea kule, kwa sababu ilikuwa ni kitu cha kushtukizia, sisi tunajua kabisa ndio imesababisha haya yote, kwa sababu ingekuwa sio yenyewe, haya mambo yote asingefanya nini, yasingetokea kwa kweli. Hapa hatujamuona kwamba eh, amekimbia au ni nani, maana hatuwezi kusema chochote eh, maana tatumfahamu. Madhara yangekuwa makubwa zaidi kwa sababu mbele kungekuwa na jamu, kwa hiyo madhara yangetukua ya makubwa zaidi. Kwa hiyo hata hivi tunamshukuru Mungu baada ya kukatisha hapa na gari ikasimama.